Hii mara sita sasa tunafungwa na, na Yanga mara sita hii, na kwa mtindo huu tutafungwa mara sita hii. Tumefungwa, tutafungwa mara saba, tutafungwa mara nane na kuendelea, hata mara kumi. Yaani mwisho wa siku inakuwa sisi kama ma ex wa, wa Yanga tena ex yule uliza naye ambaye muda wote akitaka kimisi tu, mambo yanakuwa ente hem, tujaribu kubadilika. Basi na sisi wanasimba, ifike wakati tupate furaha na timu yetu na sisi wana simba tupate tupate yani fike wakati tufurahie uchezaji wanavyocheza wachezaji wetu. Mwisho wa siku unakuja kuona mchezaji mmoja mmoja tu eti, mara kipa unaruka kidogo, beki mtu wakati mmoja Fuadi. Kwa hiyo timu inachezwa na watu wanne. Kwa nini nyinyi mlobaki mnafanya nini? Nyinyi mlobaki mnatenda nini? Kwa ni mfano basi, chukua ni mfano kwa wenzenu wanavyocheza, wanavyopambana. Inafika wakati hadi unawatamani wachezaji wa timu pinzani, jinsi wanavyocheza kwa morali, wanavyojituma, wanavyoipambania timu yao, wanafanya kila kitu kinachohitajika katika timu yao, na unaona kabisa hawa watu wanacheza wanataka ushindi. Lakini sisi tunacheza kama tumeridhika, hatuonyeshi kama tunataka huo ushindi. Sasa kwa mantiki hiyo, tutakuwa tunafungwa kila siku, mm -mm au tuseme labda kocha, mfumo wake, falsafa zake haziendi.